Majaji na mahakimu wanakabiliwa na changamoto nyingi katika utekelezaji wa majukumu yao hasa kutokana na uzito wa uamuzi wanaopaswa kutoa. Mazingira ya utendaji wao wa kazi yanahitaji usawa wa kijinsia na uadilifu wa hali ya juu, kama anavyoeleza jaji wa mahakama ya Rufani ya Tanzania, Barke Sehel katika mahojiano na Mwananchi Digital kuelekea Siku ya Kimataifa ya Wanawake Duniani, Machi 8 na Siku ya Majaji na Mahakimu Wanawake Duniani inayoadhimishwa Machi kumi kila mwaka. Na pale ilikuwa ni mwendelezo wa kile ambacho tulikiona mwaka elfu mbili ishirini na tatu. Sana sana ilikuwa mambo ya msongo wa mawazo kwa majaji wanawake. Wanawake inatokana na kwamba unaweza usi, usiione, lakini mara nyingi na majukumu kama, na mwanamke, mwanamke ni mama mwanamke ni ni dada ni shangazi, uh, kazini anahitajika. Kwa hiyo unakuwa na majukumu mengi. Sasa katika kubalance zile kazi, unaweza saa nyingine unaweza ukasema ah, leo kweli nitaweza leo nikiamka asubuhi <laughs> kazi leo kule ofisini, unawaza kwamba na kesi ngumu inanisubiri huku hujamaliza labda kumwandaa mwanao aende shule, ehe, vile vile labda utatakiwa uwahi kurudi ili kuendelea na maandalizi mengine ya nyumbani. Kwa hiyo yani, kuna changamoto kama hizo. Barke ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Majaji na Mahakimu Wanawake Tanzania Tauja anasema miongoni mwa vitu ambavyo chama kinavipa vipaumbele kwa wanachama ni suala la afya ya akili kutokana na uzito wa majukumu walionayo, hivyo kuhitaji utulivu mkubwa wa akili. Sema ukweli, sio kama kesi una, una, unafikiria marai hadi unapolala unaziota <laughs> unaziota kabisa sikutani <laughs> yani ni wengi, yani sio sisi tu wanawake, hata wanaume eh, kwa sababu unajua, unajua kupewa uh, dhima hii au majukumu haya ya ya ya kujaribu kuangalia kutoa maamuzi ya haki ni kitu kikubwa, ni kitu kikubwa sana sana sana. Kwa hiyo hata unaposikiliza kesi au unaposoma lile jalada kabla hujasikiliza kesi, kwa kweli unaomba Mungu akuelekeze kwamba nitakachoamua ndio iwe haki yenyewe eh. Kwa hiyo yani, ni kitu kigumu kizito. Kwa hiyo yani, usifikiri kwamba natania, kwamba hadi unapolala unaota, kwa sababu ni kitu kizito sana, hutaki kumnyima mtu haki yake mm. Jaji Barke ambaye katika kipindi alichofanya kazi akiwa jaji ameshughulikia kesi kadhaa zinazoendelea kubaki kichwani mwake hata baada ya kutoa hukumu ikiwemo ya mauaji ambayo shahidi pekee alikuwa mtoto wa miaka mitano. Zipo nyingi, lakini moja kubwa ambayo naikumbuka, kulikuwa kuna mauaji mabaya sana alifanyika na shahidi pekee alikuwa mtoto wa miaka mitano. Can you imagine trauma ambayo alienda nayo yule mtoto, kwa hata unapomsikiliza, kwa kweli iliniumiza kwa sababu unawaza huyu mtoto na ni mzazi wake aliyouliwa, kwamba anakuwa anaona yani, ana ile picha ya jinsi wazazi wake walivyouliwa. Kwa hiyo yani vitu kama hivyo. Jaji Barke anasema katika kipindi cha miaka 30 tangu kufanyika kwa mkutano wa Beijing China, kuzungumzia masuala ya wanawake, idadi yao kwenye kada ya sheria imeongezeka ikilinganishwa na ilivyokuwa awali. Wakati huo hakukuwa na jaji mwanamke kwenye Mahakama ya rufani, lakini sasa kuna majaji takriban 13 na Mahakama Kuu kwa sasa kuna majaji wanawake takriban 40 Kuna mabinti useme wengi ambao wanasomea sheria na wame graduate useme eh, kupata degree ya sheria, sio kama zamani ambapo walikuwa ni wa kuhesabika sana, kwa sababu kwa historia yetu, wakati uh, chuo kikuu cha kitivo cha sheria kinaanzishwa, uh, kulikuwa na mwanamke mmoja tu ambaye ndiye alikuwa anaitwa Julimani. Uh, na of course walikuwa iko wanaume wengine, lakini mwanamke alikuwa mmoja. Kwa sasa utakuta wasichana wengi sana wanasomea sheria na wanamaliza uh, kupata hiyo digrii ya sheria, hata huku mahakamani uh, tuseme, kwa sababu yani mwaka huu ni miaka thelathini ya Beijing uh, toka mkutano ule wa Beijing ufanyike ukikompea Uh, mwaka ule ambapo mejingi ilifanyika kwa upande wa mahakama, majaji walikuwa watatu tu, na walikuwa majaji wa mahakama kuu. Mahakama ya rufaa kulikuwa hamna jaji wa kike hata mmoja, lakini kwa sasa kuna namba ya kuridhisha, ni, ni nzuri. Tuseme kwa mahakama kuu kuna majaji jumla mia moja na tano na wa majaji wanawake ni arobaini. Uh, wanaume 65. Kwa hiyo karibu tunaenda hamsini hamsini japo tujafikia, Uh, lakini namba ni nzuri sana uh, vile, vile kwa upande wa mahakama ya rufaa, kwa sasa wapo majaji wanawake, kuna majaji wanawake 13 na wanaume 26 6, yani jumla tuko 39 kwa hiyo nayo namba ni ya kurudisha. Kwa hiyo nafasi ya mwanamke kwenye taaluma ya sheria kwa sasa ni nzuri na ni nzuri zaidi kwa sababu wengi, utakuta wana graduate ni wakike zaidi, nafikiri kuliko wakiwa. Barke anasema jaji haikuwa ndoto yake wale, wazazi wake siku zote, baba yake alitaka ya awe daktari, naye alitamani kuwa ni barozi. Anasema mambo yalibadilika baada ya kumaliza kidato cha nne alipochagua masomo ya lugha aliyoyapenda na si sayansi kama alivyotaka baba yake. Baba yangu mimi alitaka niwe daktari. Ehe, kwa sababu nilikuwa nafanya vizuri kwenye masomo ya sayansi. Lakini mimi sikupenda sana somo la biology. Haya masomo mengine niliyapenda. Sikupenda sana nilikuwa napenda language zaidi. Kwa hiyo nilifaulu Form four nilifaulu vizuri hesabu pamoja na Kifaransa. Kwa hiyo nilivyochagua combination yangu ya kwanza kabisa ilikuwa ni ya language KLF. Mm -hmm. Alafu baadaye ndio ikaja hizo zingine sijui PCB sijui nini. Hata nilivyomwambia baba alikasirika, kwa nini sikuweka hili jingine la kwanza, nikaweka KLF. Kwa hiyo na nikachaguliwa kwenda KLF. Kwa ile na ni langu la kwanza ndio nilipata. Kwao nikaachana na sayansi hapo, kwao nikaendelea na masomo ya ya lugha. Kwao nikasoma lugha, nilipomaliza form 6 wakati ule unakuwa unaenda jeshini mwaka mmoja. Kwa hiyo nilienda jeshini kama kawaida. Wakati niko jeshini ndio sasa mnaomba kwenda vyuoni. Kwao niliomba chuo kikuu cha Dar es Salaam lakini wak pia wakati ule ule nikaomba pia kuna chuo kimoja Uingereza nikaomba, kinaitwa University of Kent at Canterbury. Kwa hiyo nilivyoomba University of Kent, uh, Kent nikapata admission ya kuingia kusoma sheria na uh, wakati ule ilikuwa ukimaliza jeshini tulikuwa tunasubiri mwaka mmoja kuingia chuo kikuu. Sasa nilipata admission kwamba nikimaliza jeshi uh, naenda chuo Uingereza. Uh, nikamwambia baba. Of course hela zilikuwa nyingi. Baba akasema mimi sina hela hiyo <laughs> ya kwenda kusoma huko <laughs> <Yakuenda kusoma uko. laughs> lakini alivyofuatilia akasikia uh, kwamba kuna, kuna um, ufadhili eh uh, ufadhili wa serikali. Serikali na fadhili wanafunzi kwenda kusoma nje. Kwa hiyo akaniambia kwamba kuna ufadhili wa serikali, jaribu kuomba kwao. Nikaomba nikapata. Kwa hiyo ikawa bahati yangu ni hiyo, yani ndo nikaanzia hapo kwenda kusoma sheria. Lakini mimi mwenyewe mwanzo, yani utoto ule Uh, niko napenda sana kuwa balozi <laughs> yaani <laughs> eh, eh, yaani napenda sana kuwa balozi, yaani naona balozi yaani ni kama kitu kizuri sana basi. Nilivyoenda kusoma sheria ndo nikaishia huko, nikasoma sheria. Nilivyomaliza nikarudi, nilivyorudi, baba akaniambia kwa sababu umesomeshwa na serikali usiende kufanya kazi nyingine yoyote, ukaajiriwe na serikali kwa sababu nilivyotoka kule nilipata kazi sigara. Ehe, nikafanya kazi sigara, na wakati ule sigara ndio ilikuwa kampuni kubwa wa, wa, wa nini hawa wanaitwa wa investor, ndio walikuwa wameichukua, wawekezaji wameichukua, kwa walikuwa wanalipa vizuri, lakini baba akasema hapana. Ume, umefadhiliwa na serikali ukafanyie kazi serikali kwa hiyo basi ndo nikaingia kwenye ofisi ya, na bahati nzuri nilivyorudi, of course, kipindi kile wanasema unakuwa unafanya internship. Maana ilikuwa hamna mambo ya kusoma law school. Kwa hiyo nikaingia tukafanya internship uh, wenzangu uh, kabla tuna kabla hatujamaliza kuna nafasi nyingi sana zilitoka na wakati kabla tujamaliza internship, kipindi hicho serikali ilikuwa imesimamisha kama miaka kumi viku ajiri, lakini sasa kipindi chetu zikafunguliwa. Kwa hiyo kukawa kuna uh, nafasi sehemu nyingi sana za kuomba kazi. Kwa hiyo mimi nilikuwa pale ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na tulikuwa ndo tunamalizia internship, kwa hiyo nikasema nitaomba hapa wenzetu wengine waliomba TRA, hey, jiji wapi? Mimi nikasema nabaki pale pale, na ni kweli nikaajiriwa hapo hapo hmm. Licha ya kuwa alifahamu kampuni iliyomhitaji ilikuwa na malipo mazuri, anasema alimsikiliza baba yake. Kweli, changamoto ipo. Ehe, lakini nashauri kwamba ni vizuri wazazi wakafuatilia nyenendo za watoto wao na kuwajaribu kuwashauri ni jinsi gani waendelea? Okay. Kituo chake cha kwanza kilikuwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka DPP iliyokuwa chini ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ambako aliajiriwa kwa wakili wa serikali akitetea jamhuri. Aliendelea na kazi ya ofisi ya DPP kama wakili wa serikali, kisha ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali hadi mwaka 2014 alipoteuliwa kuwa jaji. Mimi kwa kweli sikuwahi kuwaza kama nitakuwa jaji kwa sababu kitaaluma sikuanzia mahakamani. Nilianzia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Wakati ule ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ilikuwa pamoja na ofisi ya mashtaka. Kwa hiyo nilipoanza kazi, nilianza kazi kwa upande wa ofisi wa mashtaka, lakini chini ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Baadaye nikapanda mule mule ndani ya ofisi Udendana kama uh, wakili wa serikali eh, lakini nilikuwa na, na kuja mahakamani uh, kusimamia serikali yani nikitetea serikali. Kwa hiyo mwanzo nilianzia kama wakili wa serikali kwa mkurugenzi wa mashtaka. Kwa hiyo nilikuwa na kuja mahakamani kwa ajili ya kutetea jamhuri eh, na nikapanda ngazi mule mule, ndani ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali uh, mwaka elfu mbili kumi na nne ndio nikateuliwa wajaji e, kwa sababu majaji wanatoka sehemu mbalimbali, sio lazima mahakamani, wanaweza e, kutoka vyuoni, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, hata kwa upande wa mawakili wa kujitegemea. Kwa hiyo wanachagua kutoka uh, angles tofauti. Kwa hiyo mimi niliteuliwa mwaka 2014 ndio nilijiunga na mahakama kama jaji sasa, lakini sikuwahi kuwaza kuwa jaji. Barke anasema mfumo wa sheria nchini umeendelea kufanya jitihada kubwa za kuhakikisha mwanamke analindwa kisheria. Hilo linathibitishwa na sheria mbalimbali ambazo ziliandaliwa kwa kusudi la kuhakikisha ulinzi wa mwanamke na mtoto wa kike. Anatoa mfano wa Katiba ya nchi inayosisitiza katika usawa, sheria ya ulinzi wa mtoto, sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa, ambayo anaitaja rushwa ya ngono kama kosa la jinai. Kwa kiasi kikubwa tumefika mbali sana, kwa kiasi kikubwa, japo kuna changamoto ndogo ndogo za hapa na pale. Uh, sana sana tuseme ni mifumo uh, ya desturi, tabia, customs kwamba bado baadhi ya mila uh, makabila kwamba wanachukulia kwamba mwanamke labda hatakiwi kumiliki mali au mwanamke hatakiwi kuwa na sei ya kitu fulani, kwa hiyo ni, ni, ni ni ni tamaduni zaidi e. Kwa upande wa sheria kwa kiasi kikubwa zimeboreka sana, labda dogo ni ile ambalo hata mahakama tulishaitolea maamuzi kuhusiana na kuolewa kwa mtoto wa kike umri mdogo. Hiyo ndo kidogo ambayo changamoto aa, na naamini serikali inalifanyia kazi. Uh, kwa mambo mengine mengi naona yamefanyiwa yame, yame, yame kazi e, ni, ni elimu tu kwa jamii e, hata hili swala la ukeketaji sheria ipo inakataza. Anasema inapotokea ugomvi kati ya wenza, ni vyema wazazi ama watu wazima wakae na wahusika kuangalia ukubwa wa mgogoro huo, kama unaweza kutatulika na maisha yakaendelea ama vinginevyo kwa kweli tujiangalie tu, tu, tu, sana kwenye matendo yetu. Hasira yani, tusiweke kitu. hasira ni kitu kibaya sana, unakuja kujutia baadaye sana. Yani ukatili wa kijinsia of course, ni, ni, ni nani pana, lakini kwa, kwa kweli uh, swala ni mila na desturi kama nilivyosema ehe hasa kwenye mauaji, utaona kesi nyingi sana za mauaji, unaweza kukuta kwamba ni mme kaua mkewe, au watu walikuwa kwenye mahusiano akamuua mwanamke, na labda wivu, au mwanamke kamjibu tu, labda anaona hana kamdharau au kampa lugha ya dharau. Unaweza kukuta ni kitu kidogo tu, anampiga mpaka anakufa, na ukisikiliza labda ushahidi, unaweza kukuta labda, ah, kumbe hii mambo ya kupigana ilikuwa ni kama desturi yao, wanasema yaani, watu wanachukulia kwamba ni desturi yao, wanapenda, ni kawaida kupigana, kumbe baadaye sasa ime imeendelea mtu akafa. Kwa hiyo yaani ni, ni, ni mila na desturi. Kwa hiyo elimu elimu kwa kweli inatakiwa itolewe kubwa sana. Kwa hiyo yani, unaweza kukuta labda alikuwa anapigwa, akienda kushtaki au kujaribu kutafuta suluhu, anaambiwa akavumilie, bila kuangalia extent ya anaweza kuvumilia kiasi gani? Baadaye ndio mnasikia mtu amekufa. Sijui si, siwezi si, si kuwa na jibu kamili, lakini cha muhimu ambacho naweza kusema ni kwamba tukio kama hili likitokea, ni vizuri labda kama kuna wazazi wakakaa wakaliangalia, ni, ni yani ule ugomvi una extent gani la e, kuweza kusema kwamba huyu ukweli arudi au itakuwaje e. Jaji Barke anasema Siku ya Kimataifa ya Wanawake Duniani iwd ni muhimu kutambua mchango wao kwa jamii. Ujumbe linaowapa ni kwamba inawezekana, kwa hiyo tujitahidi kuchukua nafasi zetu kama wanawake au kama mabinti, mchukue nafasi zenu muweze kufikia malengo ambayo mmeyaweka. Utaki ukate tamaa, kwa sababu ni wewe mwenyewe binafsi. Ukijituma inawezekana kabisa, yaani inawezekana. Wala us, usikate tamaa, mwombe mungu wako, atakuwezesha na atakufikisha. Kama ni jambo jema kwako, utafika unapotaka. Kwa hiyo us, usikate tamaa kwa kitu kidogo sana. ni, ni, ni hii swala ni la pamoja kwa sote. Kwa hiyo tufanye kazi kwa pamoja, tushirikiane wanawake na wanaume, wasichana na wavulana ili tuwe na uh, dunia yenye amani. Ndiyo, inayotambua haki za usawa wa kijinsia.